Ah, yule ndo Kibisawala, Kibisawala yuko vizuri yule bwana, mwache kama alivyo yule. Ongeleki yule kila mechi unajua kafanya kitu. Acha bwana. Kweli nakwambia, Kibisawala yaani, yani Kibisawala ndio yake mazuri tu, anacheza mpira mzuri, anatafuta nafasi no, nzuri. ila sisi mtu wakati pale bado. Nusu fainali tunavuka. Wala lazima. Nakwambia eh, kweli mimi Naam, mtazamaji wa Simba Fans TV, tuko hapa Bagamoyo maeneo ya Nyongolota, sehemu ambapo kuna tawi kongwe sana la wekundu wa Msimbazi Simba, lakini no kubwa zaidi no ni kile ambacho kimenileta Bagamoyo siku ya leo kuja kuzungumza na na Simba eh, kuhusiana na mchezo huu lakini pia kuhusiana na maendeleo ya klabu yao, na matokeo ni mbili kwa upande wa Almasri, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa hawajapata no kitu Kukuru, Kukuru. Ni tarehe tisa Benjamin Mkapa ambapo wekundu wa Msimbazi Simba nao watakuwa katika maeneo yao kujidai. Niko naye wa mzee wangu hapa eh, kusikiliza maoni yake kuhusiana na kile ambacho kimetokea pale nchini Misri. Mzee, asalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Niko vyema niko vyema. Vipi mchezo umeonaje mchezo eh, nimeuona mchezo mzuri. Wao wamepata kwao, na sisi tunategemea nyumbani kufanya eh, vizuri kama alivyofanya wao hiki ambacho umekiona siku ya leo, namna ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza, namna ambavyo Almasiri wamecheza, matumaini ya kupindua meza unayoona nayo yako makubwa sana? Kupindua meza eh, matumaini makubwa sana tunayo. Eh? Hey. Yuri hii unaipata wapi mzee, history ya Simba eh? Anaamua mechi zake kwa Mkapa. Story? History ya Simba iko kwa Mkapa, Afrika nzima anajua kwa Mkapa wakaenda pale machinjioni, kwamba Almasiri hiki walichokifanya leo si sio kitu jubuletu s tarehe tunapindua meza shida. leo ilikuwa wapi hasa shida? Ukiangalia yeah, defender yule, yeah, defender kalaba yule, yeah, bado mgeni ndio, yeah, kwanza anaingia kwenye timu ndio, yeah, baada ya kuumia fondo, si ndio? Lakini hata hivyo, siwezi nikamlaumu sana yule, bado mzito, lakini amejitahidi kucheza mechi kubwa ya kimataifa kama hii, kutokana na wachezaji wetu wengi wa wageni walipotokea kwa huko, walikuwa watu waone katika mashindano kama haya ni maana kwamba inaonekana kwamba mashindano haya wamekuja kuyacheza wakiwa na Simba Sports Club, hilo kwanza nataka ulijue. Ndio. kwa hiyo timu yetu kwanza, kutokana na umri uliokuwa nao au wakati sasa hivi toka kipindi timu imejikusanya pamoja mpaka kufika hatua hii, mimi naona timu iko vizuri zaidi, iko vizuri zaidi, inapiga mpira sana. Sasa tunatakiwa kuwa na subira tu. No, mambo mazuri yanakuja, wakati tunaangalia mpira, maneno yalikuwa mengi kwa leo. nili Ateba, wewe binafsi umeonaje siku ya leo? Ateba bwana mzito sana, Ateba kama anatubana sometimes tunataka striker atafute striker alokopo mzuri, ikidondoka tu yumo kwenye nyasi no, lakini kidogo Ateba anatubana mzito sana. Kwa hiyo Ateba anaposimama nyuma kule kwa adui maadui, eh, kidogo maadui wanakuwa wapande eh, ushaelewa? Ile kidogo nalo anacheza vizuri kuingia na maadui, timu haipande juu, timu ya adui lakini tumeangalia leo walipotoka Ateba wale jamaa wakafanya sabu, tukaona wenzetu wanakuja kwa kasi sana. Mkwara, kama unavyomjua, mpaka pasi zile imfikie mguuni, sio mtu akutafuta tafuta, ambushi zile hana Mkwara. Elimpanzu leo Elimpa ah, yule ndo kibisawala. Kibisawala yuko vizuri yule bwana, mwache kama alivyo yule. Ongeleki yule, kila mechi unajua kafanya kitu fulani. Acha bana. Wewe nakwambia kibisawala. Kibisawala yani kibisawala ndio yake mazuri tu anacheza mpira mzuri, anatafuta nafasi nzuri. No Ila sisi Please mtu wakati pale bado. Ni shida mnaona leo mmekosa nafasi nyingi. Nyingi sana, nyingi sana. Ila tunalijua. Lakini kukosa nafasi nyingi huko, lakini tunategemea Dar es Salaam. Dar es Salaam. No atoki. Wewe na hii kwa Hey, kwa Mkapa atoki mtu inarudi alipoteza mwenye mwenye kiti wa bodi zamani lakini mwenyewe mwenye timu kaja kwa Mkapa atoki mtu bado anaongelea Nusu fainali tunavuka, wala ilazimu, nakwambia, kweli mimi tunavuka Bagamoyo. Hapana, Bagamoyo ipo hii. Sisi hapa katika tawi letu la Nyongorota hili, hapa la mafans, eh, bado hatujatengeneza tawi. Hatuko katika hatua ya mbioni kutengeneza tawi, fulan, mwaka fulani nakumbuka jina mwaka wenyewe nimeusahau yale yani, makombe mawili ya Afrika Mashariki, nani? Kombe la FA, kombe la Klabingu baba akaleta. Tumeelewa, tunajulikana sana. Tawili makombe ametoka huko amefikia hapa Bagamoyo. Hapa ndio ndo katembea Bagamoyo nzima, kwa hiyo hapa sisi dogo tunajimudu. Mechi tunayo na tunapindua meza shaka, eh. Mmejipangaje kwanza wana Bagamoyo, wana nyongolota hii mmejipangaje? Kwenye kwa wana kamati ndio watajua hayo, tumejipanga vipi? Maana mambo ya mpira yana idara. Ah, kumbe kuna idara, idara ipo eh, kuna watu wa kuangaliaji mpira, kuna washangiliaji na kuna watu hata kwenye vikao wengine, kuna watu wanaenda kwenye vikao wa vya maangamizi. Kwa hiyo kuna kamati, wajumbe wa kamati wapo, watashirikiana tawi la mkubwa dawa, tutashirikiana kwa pamoja, tutaamua ni kitu gani kufanya tarehe tisa labda kwa upande sasa wa mashabiki wa Simba ambao wamepata fursa ya kutazama mchezo leo, mchezo mwingine ni tarehe tisa. Labda unawaambia nini wana Simba kuelekea mchezo wa tarehe tisa mchezo unaofuata? Tunatakiwa tujitokeze kwa wingi kwa Benjamin Mkapa, tukaipe nguvu timu yetu ya Simba. Eh, tutazidi kuhamisishana hapa gari, tutakuwa tutajaza gari kena kuangalia mpira. Neno lako kwa viongozi na wachezaji, no wachezaji, wachezaji wazidishe hali tu, wazidishe hali, uwanja wa nyumbani na wao wanauelewa vizuri vizuri, wanapaa men power wana, watazamaji wapenzi wao wapo, basi na tutapata matokeo mazuri tu. Kwa viongozi mimi nasema matokeo ya jumla ya klabu au kwa viongozi, viongozi na wataka ina maana sasa tushafikia hatua hii, kama tunataka nusu fainali, kama tunataka nusu fainali, ina maana mechi ya tarehe tisa ndio hiyo kutupeleka nusu fainali, na sisi tupitue meza tujilikae kwenda wapi nusu fainali, tuweke story na sisi tumeipoteza toka tisini na tatu tuirudishe tena mwaka u elfu mbili na ishirini na tano haipo, elfu moja mia tisa sabini na nne Simba kacheza nusu fainali klabu bingwa. Kumbukumbu hiyo unayo? yeah, <laughs> elfu moja mia tisa sabini na tatu sabini na nne amecheza wengine hawajui hapa. Mimi na miaka sitini na nne nani wewe

Bas unaepoka tu. Mbona eh? Yeah, bwana? 93 tunacheza finali. Wanasema kwamba wewe kombe la nani? La Abiola. Ndio. Sasa Abiola na kombe? Ndio kombe la Kafu. Lakini watu hawajui. Sasa kama mtu ajue anamwangalia tu. Mbona bwana? Wasahau wenyewe. Kwanza hawaulizi, hawasikilizi yeah, eh, story. Wao kazi yao kuambia kombe la Abiola. Abiola ana mashindano. Eh? Abiola ana mashindano Afrika? Lile wenyewe Kafu. Kafu.

Kina nani? Mgongo wazi we wajui bwana. Hebu atali. Kipara Jangwani natiga? Ah, kometo wao. Wao mgongo wazi. E, mgongo <laughs> wazi wao. Nyuma mwiko wao. Yani, majina ajabu ajabu. Kwenye gazeti inochoa ya kanda mbili. Manake unalijua? Na kama anajua na pefukumiya sasa. Ile alama kwenye gazeti inochoa ya kanda mbili. Unaona habari ya Yanga. Nini manake ile? Uh, eh. Kanda mbili kiatu haja. Kanda mbili katu. Kanda mbili sio kiatu. Kanda mbili ile so ndawa. Mara kwa kulia choni, kiatu cha kuna chochoni. Umeona vitu hivyo? Unyoje hajui? Hajui. Ki kuna kiatu hey, na kobazi. Ndio. Mara hey, kuna kiatu na kobazi. Sasa mimi nakwambia kanda mbili, unaniambia kiatu. Ki tofauti, kiatu chenye kuvaa, huwezi kwenda kukogea. Umeona bwana? Eh. Bora, unajua hey, wenzetu hey, wazungu wametenganisha vitu mbali mbali. Kuna kiatu cha kuna buti, yeah, kuna mokasi, sije yeah, kuna four angle. Yaani ndio tofauti nakuta hivyo? Viko majina mbalimbali, ndio mbali. Misamiati sasa so, mtu anakwambia kanda mbili kiatu, haiwezekani. Haiwezekani kwa kanda mbili kiatu bwana, kanda mbili sio kiatu. Ah, eh, jamani, kanda mbili manake, najua mimi mwenyewe huko nyuma, mtaa wa Amani, unajua Amani namba moja. Sasa yajengwa gorofa kubwa pale, pale palikuwa kwetu sisi. Pa. Ndio. Nashinda pale Yanga kipindi hicho Yanga pale bwana Jangwani, mchafuko ge dampo yeah, yeah, nyumba tu sisi na nyumba yake na adofu huo huo huo kwa huo tunaangalia adofu kama mimi na ngondo makamweke kama mimi adufurisha yeah. Sasa mimi najua na Yanga kuliko wao, mimi Yanga najua na kuliko wao Mbona ba? Kwa <tipa> hizi kelele wanazopiga kwamba hajafika nusu fainali. Hawajui, hawajui. Narudia na, na tena. Hawajui. Yeah. Eh. Kombe la kafu na kombe, kombe la biola. Naona bana, sabini na nne hawajazaliwa. Sasa mtu angeana tu kama hao. Mtu unakaa unasikitika, unasema pende tu. Pende tu. Haya, yale mtu wa Yanga nikimuuliza, Yanga akacheza robo finali ya kwanza mwaka gani? Niulize mtu wa Yanga hapa, Yanga akacheza finali, wewe umekutukua tu atua robo finali mwaka gani? Sio 66, Na Asante Kotoko. Tena nilipokuwa Pojinga, Damani Juma ndio team captain wa Yanga inarusha shilingi